Ili kujua chama hiki kinaenda zigzaga, nimemsikia makamu mwenyekiti mtani wangu John Heche anasema, tukishika madaraka tutakomesha betting kwa vijana wa Tanzania. Nikasema huyu anaota, si umesema huendi kwenye uchaguzi, dola utaipata wapi? Msiga, umewasikia rafiki zako eti, tukishika madaraka tutakomesha betting. Namwambia John Heche, betting unakomesha, uendi kwenye uchaguzi, utapewa dola na nani? Na utakomeshaje betting wakati chama chako hakiko kwenye uchaguzi na hawezi kushinda kwa sababu hamjajipanga? Kwa hiyo unaweza kuona watu wanavyoota, yaani ameamka tu tukishika madaraka sisi tutakomesha betting. Tutajie kwenye ilani mnayo, mmeandika ilani, mkitujibu ndio, kwa maana yake nyie, kumbe mnataka kushiriki uchaguzi. Unakomeshaje wewe huko madarakani na ushiriki uchaguzi? Jamani, mwaka huu mtasikia vituko vingi sisi tunawaacha kesho muenjoy vituko, lakini najua mkutano wa kesho utakuwa ni kumtukana tu Makala, makala, makala, makala makaba. E, leteni mawe tu kwangu, leteni, leteni, leteni, niko tayari, na kesho hapa mtashuhudia Makala, makala, makala, makala. Kama itakuwa na wauzi kaeni nyumbani lakini najua story ya kesho ni hiyo, na mimi niko tayari kwa sababu ndo kazi yangu hiyo. Sisi emoe. Kwa hiyo akija kesho na reformu za, eh, no, reformu za... Nimeshaeleza reformu zimefanyika za kutosha. Hawa watu wote Tundulisu alikuwa mbunge kule Ikungi kwa miaka kumi. Heche alikuwa mbunge, Msigu alikuwa mbunge kwa sheria zile, lakini leo kumeboreshwa. Kwa nini naogopa kuingia kwenye uchaguzi? Ndio maana nasema zipo ajenda za siri. Hawana hela, hawana maandalizi, wana mgogoro mkubwa pale, hawana mgombea uraisi ni shida tupu. Kwa hiyo hayo hawezi kutoka nayo, wameokoteza hili ndio wanaendelea nayo sisi amoe